Wote wotehawa wawili watatukusanya hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sema am. Na kwa kuyasema hayo, ndugu yetu na kijana wetu Newton, kuanzia leo, moyoni mwako weka kumbukumbu, umeweka kumbu, ahadi, usipapalike na pale na pale na pale. Na vivyo hivyo, uh, binti yetu Witness, kuanzia sasa moyoni mwako kuna kufuli limewekwa. Mtazamie huyu na huyu akutazamie wewe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ame. Asante. Sasa niombe watumishi wa Mungu tuje tuwaombe na tuwakabidhi mikononi mwa Mungu kwa ajili ya mwanzo wa safari yao, na kisha tutaahirisha ili waendelee na majukumu mengine. Mungu, ninaomba ukayatimize maono haya, ukaitimize ndoto hii ambayo leo imeanza rasmi mbele madhabahu madhabahu yako, na siku moja wakaweze kukutukuza wewe. Mungu tunaomba kama walivyowekeana ahadi ya uchumba, Baba ukawasaidie, ukawape utulivu na ukawafungulia milango ya baraka na kibali. Tunavunja roho za kurudi nyuma, tunavunja roho za magomvi, roho za mapishano, roho za vita, roho za giza zinazojiinua katikati ya familia, katikati ya ndugu kwa ndugu, katikati ya pande mbali mbili tunakemea katika jina la Yesu. Mbele ya madhabahu hii nawaweka rasmi mikoni mwako. Na muombea kijana huyu, mpe neema. Na muombea kijana huyu Bwana, msaidie, mpe utulivu kwenye kipindi hiki katika jina la Yesu. Na muombea binti Baba, mpe neema, furaha. Basi kwanzia sasa tumewaombea, mkiwaona uh, hawa ni wachumba, haina maana tayari tunaruhusu wakaribiane kama ilivyoonesha kwenye Biblia Mariam, pamoja na Yusufu hawakukaribiana. Maana yake na nini? Usikaribiane, amina, sio ndo? Baada ya hapa, tuone binti tayari unapika na kupakua, kijana tayari na wewe unafungasha vya kufungasha vya kupika na kupakua? Bado! Haleluya, bado! Sio tena binti useme tayari kanisa linajua, na naamua niende nikamfulia, amechoka. A a, bado afue mwenyewe mpaka pale atimize ahadi ya yake. Aleluya. Ongeza makofi mazuri.